Rais wa Rwanda Paul Kagame ameionya nchi ya Ubelgiji kuacha kutoa maagizo kwa Rwanda na kuipangia cha kufanya utadhani kwamba Mungu amewapa jukumu na haki ya kuwasimamia, ambapo amesema Rwanda haitokubali kutawaliwa tena na Wabelgiji bali itapambana nao na itawashinda. Akiongea siku ya Jumapili ya Machi 16, 2025 katika ukumbi wa BK Arena nchini Rwanda, Kagame amesema namnukuu, nawaonya Wabelgiji, Wabelgiji wameharibu Rwanda, wameua Wanyarwanda. Tuliwaonya zamani na tunawaonya leo. Wanasema hawata waruhusu kufanya hiki na kile, na sisi tunawauliza nyinyi ni nani? Nani kawapa jukumu la kutusimamia sisi Wanyarwanda? Wanamwamini Mungu? Mnaamini Mungu amewapa Wabelgiji jukumu la kusimamia Rwanda? Kwa uwezo huu mdogo tulionao tutapambana nao wote wanaotumia muda wao kututukana, kujaribu kututesa, na hawatoweza kutushinda. Watuache tuishi kwa amani, baada ya miaka yote tuliyotumia kupambana kuijenga nchi yetu. Tunataka kuwa Wanyarwanda, hatutaki kuwa Belgiji. Rwanda kwa bahati mbaya tulitawaliwa na kanchi kadogo Belgiji, ambayo ilienda mbali zaidi na kuigawa nchi yetu ili iwe ndogo kama nchi yao. Sijawahi kusita kulieleza hili. Tulilaani hili zamani na tutaendelea kulaani jambo hilo leo. Hakuna kitu kibaya kitatokea kwetu kushinda majanga tuliyopitia huko nyuma. Ndiyo maana hatupaswi kuogopa kusema na kujipambania sisi wenyewe dhidi ya wale wanaotaka kutuangamiza. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ambayo rais huyo Paul Kagame ameshutumu nchi ya Ubelgiji kwa kutetea vikwazo vya kimataifa dhidi ya nchi yake kutokana na mzozo wa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.